Viongozi wa Chadema wote mnaona hapa asilimia karibu 80 hapa ni watu wa Chadema wanatengwaje wakati wameshirikishwa katika kila hatua. Hakuna mtu yeyote aliyetengwa, na hatutamtenga mtu yeyote. Nimesema huu msiba ni wa taifa. Huyu baba alihudumu na watu wengi, miaka yake 95 amepita mbuga nyingi, na kote, mwendo wake wa miaka 95 alikuwa anafanya kazi na watu. Sasa leo dakika ya mwisho huwezi kusema sisi ndio special kuliko wengine, wengine wote hawana thamani. Si kweli, si kweli kwa hiyo hao wanaandikwa kwenye mitandao, napenda kuamini sio viongozi wa Chadema, na nitasikitika sana kama kiongozi wetu wa Chadema atatoka na umbea wa kipuuzi kama huo. Tutasikitika sana kama familia, tunataka tumlaze mzee wetu kwa heshima, bila kuleta minyukano ambayo haina msingi katika kumwenzi mzee wetu. Sasa watu wanataka kuchafua msiba huu kwa kutoa taarifa za uongo, ni mambo ya kusikitisha sana. Mimi na mimi nasema binafsi Siamini kama kuna kiongozi wa Chadema ana ujasiri wa kusimama na kusema kwamba Chadema imetengwa. Kwa sababu nimekuwa nao muda wote kuanzia mwanzo, tumewashirikisha. Hakuna kitu amepangiwa wa bila wao kuafiki na viongozi, tumekuwa na mazungumzo nao na hata viongozi wakuu wote tumekuwa na mazungumzo nao. Sasa mtu anayetoka anaetoka kwenye mtandao anasema Chadema imetengwa. Kwa nini wamepewa muda asubuhi? Kuna atakaopata muda asubuhi, kuna atakaopata muda wa usiku, kuna atakaopata muda wa mchana kuna makundi mengi sasa hatuwezi muda wote tukatenga kwa ajili ya taasisi moja haiwezekani. sasa hivi, hivi ni mambo ambavyo kwa kweli yanasikitisha sana, lakini sisi tumeshapanga taratibu. Mesema msiba ni wa watu wengi, watu wote. Huu msiba huji hapa kumtenga ama kumbagua mtu yoyote, na wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mzee, ikiwemo chama chetu cha Chadema, tunategemea wao ndio wao mstari wa mbele kuwapokea wageni, kuliko taasisi tasisi. Wenyeji ninyi, hata mkiwa na sherehe wale wenyeji wanakuwaga pembeni wanapokea wageni . Sasa wewe unataka wageni wa, wa, mtu anayeandika ni kwamba anataka wageni wasukumwe wa wafukuzwe wa ili wa, wenyeji ndo wawe wenyewe wana, wana shughuli yote. Haiwezekani jamani, Chadema ndio msiba wao wako hapa. Unaona viongozi wamekaa kule wanapanga, wanapokea viongozi, wanapokea makundi mbalimbali mbali, kutoka wakati wote tumekuwa nao tangu siku ya kwanza ya msiba, tunaamini tutakuwa nao mpaka dakika ya mwisho wa msiba. Huyu anaandika mtandaoni, huenda hata kufika hapa hajawahi kufika. Mambo ya kitoto na kijinga, ambayo nisinge tamani tu yatupotezee muda kuyajadili katikati ya msiba mzito kama huu. Tusaidie e, jeneza lake kwa sababu ni mwasisi, atafunikwa kwa heshima kama mwasisi ama itatumikaje? Kwa mfano, askari anapofariki, mara nyingi kuna zile heshima. Sasa jeneza lake linafunikwa na, na bendera ya chama ama inakuwa ya, atuta, of course hatuwezi kuacha ku, kufunika jeneza la mzee Mtei na bendera ya Chadema. Yule ni mwasisi kwao, kuna nafasi ambako bendera ya, ya Chadema itakuwa kwenye jeneza, lakini bendera haikai masaa yote 24 ni kwa ajili ya ile tifaki ilivyotengenezwa, lakini kwamba eti kuna haitapokewa kwamba Chadema uh, wasifunike jeneza lao. Actually actually, hata safari ya leo kwenda kumchukua mzee Seriani tumeambia Chadema kwamba na viongozi nao waende kule, watafika hapa, tunategemea viongozi wa Chadema ndio watakaoingiza mwili wa baba ndani. Sasa mnataka mpewe heshima gani zaidi ya hiyo? Kama bado mnaona kwamba hamjatendewa haki, mnataka mpewe heshima gani zaidi? Kwa hiyo msisikize mambo ya mitandaoni, mambo ya mitandaoni mingi ni ya kujenga uchonganishi tu, na sisi hatutaki kugombana na mtu yeyote. Tunaiheshimu familia, tunaiheshimu chama chetu, tunaheshimu waombolezaji wengine wote. Kwenye misiba hakuna mwaliko, hakuna mwaliko, ni watu wanaojisikia na navyoguswa na msiba ndio wanavyokuja kwenye msiba. Kwa hata kwa majina anaitwa Lucas Kai, mwenyekiti halmashauri ya Meru. Mm, tumepatwa na msiba mkubwa mzee wetu mzee Mtei. Eh, tulipata taarifa hii kwa sababu ya umuhimu na namna ambavyo mzee Mtei aliishi na watu, sisi kama halmashauri ya Meru tumesikitika, tumeamua kufika kuja kutoa pole wadhati kabisa huyu ukiangalia historia yake ameitumikia Tanzania, ametumika kwa Watanzania na sisi kama Meru tumeona kwa heshima kubwa ambavyo, huu, na namna ambavyo msiba huu ulivyo na heshima aliyotupa Meru, sote tunasema tufike kwa pamoja tukatoe pole, lakini tukaungane na waombolezaji, tukawape pole sana familia, wamefiwa na mtu mahiri ambaye ukweli tu kwamba ametumikia taifa hili kwa nguvu na jasho. Ya, kwanza mte, Mzee Mtei ni mwana Meru halisi anaishi hapa tuliko ni Meru, anazikwa Meru, hiyo hiyo hiyo ni kikubwa kwanza kuishi Meru, lakini pia amekuwa governor wa benki kwanza mwanzilishi kwa governor, maana yake amefanya mengi sana kwenye benki zetu na kuunda sera mbalimbali -mbali za kusaidia huduma za kijamii kwenye swala la fedha na ushauri mwingi na shughuli alizofanya nyingi, ambazo zilikuwa zinahusiana na masuala ya fedha. Alikuwa ni mtaalamu, mtu mbobevu. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuna jambo, tuna msiba Tanzania nzima, tuna msiba, tumefiwa na mtu maarufu.